Bwana Yesu asifiwe, mpendwa katika Bwana kwa majina, yangu naitwa Brian Frenki. Siku ya leo tumepata neema na kibali mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu, na siku ya leo nataka tujifunze kuhusu unyakuo. Kwa siku za hivi karibuni au miezi ya hivi karibuni, miezi miwili kuanzia wa tisa au wa nane hapo, kulikuwa na taarifa kubwa sana inayesambaa duniani kote ikizungumzia kuhusu unyakuo na huyu Bwana Joshua amesema kwamba alisemeshwa na Mungu kwamba unyakuo utatokea tarehe ishirini ya tatu au tarehe ishirini na nne Septemba. Je, taarifa hizi za Bwana Joshua ni za kweli au je, unyakuo utatokea tarehe ishirini na tatu au tarehe ishirini na nne Septemba? Vipi, Biblia inasema vipi kuhusu unyakuo? Kabla tujaenda mbali, kwanza nataka tumsikie Bwana Joshua alichokuwa akisema, alafu tutaendelea. The rapture is a bonus. I am coming K okay, tumemsikia Bwana Joshua alichokuwa akikisema kwamba amesemeshwa na Mungu kwamba unyakuo utatokea unyakuo wa kanisa utatokea tarehe ishirini na tatu au tarehe ishirini na nne ya mwezi Septemba mwaka huu 2025. Je, Biblia inasema vipi kuhusu unyakuo hatua za kunyakuliwa na kila kitu kuhusu unyakuo, siku ya unyakuo itakuwa vipi? Wapendo katika Mwana, sitaongea maneno mengi bali tatumia maandiko ili tuweze kujifunza na tuweze kuangalia jambo hili lilivyo. Kwanza kabla yote, tujue maana ya unyakuo ni nini. Unyakuo ni, ni, ni safari ya kiimani ya Wakristo ambao wanatarajia kubadilishwa kutoka katika hali ya hu mwili wa damu na nyama lakini kuvaa mwili ambao hauna damu na nyama, yani mwili roho mwili ambao utakuwa hauna kufa, mwili ambao utakuwa hauna magonjwa, mwili ambao utakuwa hauna huzuni na vitu vingine, bali tunaenda katika mwili ambao wenye utukufu tushukua na neema hmm. Kama tutakuwa tunaelekea katika mwili wa namna hiyo, basi hiyo kitendo kitakuwa kinahusisha kubadilishwa, na huko kubadilishwa Biblia imeenda wazi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari ule wa 50 mpaka ule mstari wa 58. Paulo akaanza kuzungumza na kanisa la Korintho, anawaambia kwamba siku hiyo itakuja, siku hiyo itakuwa ni kwa dakika moja tu, kufumba na kufumbua. Anasema kuharibika utarithi kuto kuharibika, mwili unaokufa mwili ambao una magonjwa utarithi kuwa na mwili ambao hauna magonjwa, wala mwili ambao hauharibiki. Amesema katika Mungu atakuja kwa parapanda na mshindo mkuu, tutamsikia. Hiyo siku lazima itasikika na watu wote. Je, tutamuona Mungu? Ndio tutamuona. Wenye dhambi watamuona? Ndio watamuona. Kila goti litapigwa. Kwa nini litapigwa? ambaye yuko katika Kristo atafurahia hiyo siku, atashangilia, ni shangwe kwake. Lakini ambaye hayupo katika Kristo, alisikia neema, alisikia nguvu, lakini hakutubia, ataaibika, atajisikia vibaya, atajisikia huzuni. Kwa sababu kwa nini hakurejea? Kwa nini hakutubia? andiaki basi katika kitabu cha Thesalonike wa kwanza. Wathesalonika wa, Wathesalonika wa kwanza nne kuanzia ule mstari wa kumi na sita anazungumza pia kuhusu habari ya siku hiyo. Anasema itakuwa ni siku yenye sauti kuu ambapo Mungu atakuja kwa mwaliko mwema, mwana Adamu atakuja kwa mwaliko mwema na malaika watapiga para, watapiga parapanda kuu na sauti kubwa, ita, tutasikia zile sauti amesema, ndipo ambao waliokufa watafufuliwa kwanza na tutakuja tutanyakuliwa pamoja na walio hai wote waliokuwa wameshinda. Hilo jambo litatokea, hiyo nyakuo naambatana na kubadilishwa kama nilivyozungumza katika kitabu cha cha Wakorintho wa kwanza ile 15 mstari wa 50 mpaka ule mstari wa 58. Sasa hiyo siku tutakavyokuwa tumeiona, je, watu watakuwa na nafasi ya kutubu siku hiyo, au siku hiyo itakuwa kwa namna gani? Au siku hiyo tutakuwa ni tarehe 23 kama anavyosema Bwana Joshua, au itakuwa tarehe 24? Mpendo katika Bwana Hakuna ajuaye siku wala saa mwana wa Adamu atakapokuja. Katika kitabu kile cha Mathayo ishirini na nne ule mlango ule mstari wa thelathini na sita Yesu Kristo aliwaambia, basi kwa habari ya siku ya kuja kwake mwana wa Adamu hakuna ajuaye saa ambayo mwana wa Adamu atakuja. Malaika mbinguni hawajui, wala mwana ajui, bali Baba ndio anayejua. Kwa hiyo siku hiyo anasema itakuwa ni kama vile siku ya Noa. Siku ya Noa ilikuwaje? Watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuoana, wamejisahau, wamekaa katika ile hali. Ile siku ikaja ikawakuta kwa ghafla. Watu wakakuta hiyo siku imewakuta, wakaaibika, walilia sana. Na Mungu hakuwa hiyo siku aliwaambia ita, itatokea, nitaleta mvua. Nitaleta mvua. Sikia Mungu anavyosema, Mungu ni mwaminifu sana. Ametuambia nitaleta kiama, nitaleta uzima wa milele. Hivyo kama ataleta uzima wa milele, kuna nafasi ya sasa ipo ambayo Mungu amekupatia ya kuweza uzima milele kuna nafasi ambayo unayo sasa. Nuhu, nu. tengeneza safina. Nitaleta italetangua katika nchi, siku ikawakuta kama mwivi. Anamaanisha nini? Tukatumia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza tano kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa nane. Paulo, wakati anaongea na kanisa la Thessalonike, aliwaambia ndugu zangu, kwa habari ya majira na nyakati, sina budi niwaandikieni, kwa sababu ninyi wenyewe mwajua kwamba siku ya Bwana, wakati mtakuwa mnasema kuna amani na shwari, mtakuwa mkila na kujenga nyumba, ndipo ile siku itakuja, itawakuta kwa ghafla. yani anasema ndugu zangu walioamini katika Kristo, sasa kwa kuwa ninyi mmeshakuwa mmepokea hii neema, kwa kuwa ninyi mmeshapokea hii nguvu, amesema hiyo siku haitakuta mmeshakuwa wana wa nuruni, wala si wana wa gizani. Mmekuwa wana wa mchana, wala si wana usiku. Hiyo siku haitakuta, haitakuta kama kama kama mwivi, kama mwivi. Je, kama mwivi maanisha nini? Je, haitakuja kama mwivi? Itakuja kama mwivi, lakini hamtapata madhara, hamta hamtaibiwa, bali wale wengine wataibiwa wataaibika kwa sababu gani? Hiyo siku itakavyokuja wataona na itakuwa tayari imeshafika. Mwizi anapokuja unamuona, lakini anakuwa ameshafika ko, aliyelinda aliye na bunduki atamuua yule mwizi, au atampiga na kumdhuru yule mwizi, lakini ambaye amelala hawezi kuona chochote, bali ataibiwa. Ndio maana Yesu Kristo anasema hivi, yeyote ambaye ana matumaini katika yeye alinde, ashike sana imani ili hiyo siku isije ikamkuta akadhurika. Itakuja lakini hatadhurika, kwa sababu amelinda. Katika kitabu hicho cha Thesalonike, ukifika mlango ule wa nani, anasema basi sikao watu na upendo na tujivike chepeo ya wokovu, tujivike tumaini la wokovu, kwamba tujue wakati wote ule tunaokolewa, wakati wote ule Mungu anakuja, tukijua wakati wote Mungu anakuja, tunalinda maana yake tunajitunza, hatuchafuki katika uchafu wa uzinzi, uchafu wa wizi, rushwa, tamaa, dhuruma, hadaa na vitu vingine tunajilinda na hivyo tunavitoa pembeni, tunavitoa pembeni nasi, tukivitoa pembeni nasi, huo ndio ulinzi. Tunaacha mlango mmoja tu ni wa wokovu kwetu, tunatazama ule wokovu, ndipo atakuja Kristo ataingilia katika mlango wa wokovu. Akiingia katika mlango wa wokovu, sisi kwetu ni kumlaki, kwa sababu limetimia hilo neno. Lakini ambaye yuko katika Kristo hajui mlango ambao utaingia kwa, kama ni mchafu atapata madhara, kama ni mzuri atapata amani, atalinda zile mali zake zitakuwa salama, bali yule mwingine ataingia hasara Mpendo katika Bwana, katika kitabu cha Petro, ile mlango wa pili wa Petro ule ule mlango wa tatu, ukisoma mstari wa ni wokovu kumi na tano hivyo utakuwa na utakuwa tarehe ishirini na tatu au tarehe ishirini na nne Septemba, hatujui. Tunachojua ni nini? natakiwa unyakuo utakuja siku yote na saa yote ambayo sisi hatujui. hivyo natakiwa tujitakase na kujilinda kila wakati, Mungu atakapokuja atukute katika ule utukufu wake wote wote wote. Inaweza ikawa tarehe 23, inaweza ikawa tarehe 24, inaweza ikawa tarehe 26, inaweza ikawa leo, inaweza ikawa saa saa. Hivyo, acha kushika siku, acha kushika vitu vigani, bali mshike Kristo, mlinganganie Kristo huyo. Huyo ndio atakaye kuokoa. Siku haiwezi kukuokoa, mwezi hawezi kukuokoa, mwaka hawezi kukuokoa, wala siku kuu haiwezi kukuokoa, Pasaka hawezi kukuokoa, Pentekoste haiwezi kukuokoa, Sabato haiwezi kukuokoa, bali Kristo Yesu ndiye anaweza kukuokoa. Anasema ukimkiri yeye kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfua katika wafu, utaokoka, kwamba alibadilishwa. Hiyo ndio imani ya Kristo, yote iko hapo Utaokoka mpendo katika Bwana, usikate tamaa. Yesu Kristo yupo kwa ajili ya kutusaidia sisi na kutuokoa, neema hii ingalipo. Wewe ambaye upo katika Kristo, muamini Yesu Kristo atakusaidia wewe ambaye upo katika Kristo, endelea kufanya jitihada, endelea kushikilia, endelea kulinda sana, hiyo siku isikukute kama vile mwivi ukapata hasara. Ije kama mwivi, lakini umone kumkamata Yesu, aingie ndani mwako. Chepeo lako liwe tumaini ya wokovu, ba tumaini ya wokovu kichwani mwako. Tazama wokovu tu, mtazame Kristo tu, ndicho anachomaanisha Petro Paulo katika Wathesalonike kwanza tano mstari ule nane. Basi natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako. Kama imekuwa ni baraka kwako, usisahau kusubscribe, kushare na kulike na watu wengine, ili watu waweze kupata video hii na waweze kujifunza kuhusu habari za ufalme wa Mungu. Basi nikutakie siku njema. Amen.